Serikali imeifungia kampuni inayojishughulisha na biashara ya mafuta ya magari na mitambo ya Sahara kuingiza mafuta kwa matumizi nchini kutokana na kusababisha usumbufu mkubwa wa kufuatia mafuta iliyoingiza nchi kuchafuka na kusababisha hatari ya taifa kukosa mafuta ya ndege endapo hatua za haraka hazingalichukuliwa. Kibwana Dachi anaripoti. Hatua hiyo imetangazwa na waziri wa nishati na madini Profesa Sospita Muhongo alipofanya ziara kwenye maghala mbalimbali yanayojishughulisha na biashara ya mafuta ya magari na mitambo ili kujionea hatua zilizochukuliwa na wasambazaji hao kufuatia taarifa ya kampuni hizo kupokea mafuta yasiyo na ubora. Amesema kwa mujibu wa taarifa alizonazo kutoka kwa kampuni ya waagizaji mafuta nchini TOMAC, tayari hatua madhubuti zimeisha kuchukuliwa kukabiliana na hali hiyo kwa kuagiza shehena nyingine ya mafuta ya ndege iletwe nchini kabla ya Juni saba baada ya shehena iliyopo ambayo imeagizwa kutoka kampuni ya SP ya Rwanda na Toto kuonesha kuwa yatatumika kwa muda wa wiki mbili tu, ndio maana safari hii tumechukua hatua ya kumsimamisha kwamba bana, hatuwezi kuwa kila mara tuna kesi na wewe Sahara. Kwa hiyo amesimamishwa mpaka ili hii kesi itatuliwe. E, lakini rekodi yake kwetu sasa inaonekana ni mbaya, ni mara ya pili kwa, kwa, kwa mujibu wa utaratibu tulionao yule aliyesababisha tatizo hilo ndio anagharamia ana hizo gharama zote hizo. Na kwa sasa hivi tumeomba tu kwamba uh, huyu aliyeleta haya mafuta aweze kuyaondoa na kuyaweka mahali ili itakapokuja kutambulika nani amesababisha swala hili ndiye atakayebeba hizo, hizo, hizo gharama. Lakini la msingi tunalokikizana nalo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba line iko clear na matenki yote haya mafuta yameondolewa. Hilo swala la nani atakayemiti hizo gharama tutaliangalia itakapokuwa imetambulika kwa uhakika ni nani amesababisha hili tatizo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji nchini, Eura Felix Ngalamgosi, amefanua kuwa mamlaka hiyo itahakikisha wakati huu bei ya mafuta ya ndege yaiongezeki kwa kukagua na kupeleka sampuli za mafuta hayo maabara za kimataifa, huku wale waliohusika wakiwa na jukumu la kugharamia usafishwaji wa matanki ya kuhifadhia mafuta utakaofanywa na kampuni iliyoleta madhara. Uh, swala, swala la bei ya mafuta kwa hili lililotokea la, la mafuta kuchanganyika eh, na ya, ya, ya mafuta taa, mafuta ya ndege kuchanganyika na mafuta ya, ya, ya petroli halina madhara kwa bei, kwa sababu kwanza mfahamu kwamba katika mafuta yanayopangiwa bei eh, katika nchi yetu mafuta ya ndege haimo. Kwa hiyo mafuta ya ndege hayaathiriki, yani Watanzania hawataathirika kwa namna yoyote eh, kuhusiana na bei kuhusu hili swala. Dar es Salaam ni Kibwana Dachi.